Hmm, sasa hivi wametupatia magari mengi mazuri ya kisasa mapya na hata sisi mkoani kwetu Tabora tumepata tumepata magari kwa maana ya, ya mitambo ile ya kuzima moto yeah. Magari ya maokozi boza crane, crane zile za kuokoa kwenye ajali, inaanguka gari magari yanaweza kawa yamebanana yame pale yame, tuna crane ya kunyanyua vitu vizito tuna magari ya kuzima mioto ya sumu uh-huh. E, alafu tuna ambulance magari ya, mago, ya, ya, ya kubeba wagonjwa na si tunayo tunalo hapa, kwa sababu mm, tunadili pia na mambo ya kuokoa watu. Tumesema kila dharura inatuhusu pia, hata mkeo brother, aki akipata uchungu tupigie faya tunakuja. okay. Sawa, so, e, kuna vitu umeviainisha hapo ambavyo kuna watu wanafikiri labda si kazi ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, ume, umetaja hapo dharura ya mwanamke kutaka kujifungua na mazingira yakawa si rafiki, lakini pia umezungumzia masuala ya mashimo ya migodini. Ehe, na mengine kadha wa kadha, pengine nataka nijue mwitikio sasa, kwa sababu watu wame, wameweka fikra kwamba ni kuhusu moto tu, yaani jeshi letu ni kuhusu moto, majanga ya moto pekee, pengine mwitikio kwenye hayo masuala sana sana pia hilo swala la ujenzi, kutoa ushauri kwenye ujenzi wa majengo mbalimbali eh, ya watu, ya serikali na, na, na vyovyote. Lakini pia masuala ya, ya ya migodi, hayo mashimo na mengineyo, mwitikio upoje kwenye upande huo ukiacha swala la kuzima moto? Mwitikio sio mkubwa sana kwa sababu hmm, ya watu kutokuelewa. Ndio maana pia tunaelekeza nguvu nyingi kwenye kutoa elimu na sio sisi tu kurugenzi wanapotoa vibali vya ujenzi wamekuwa wakisisitiza wenye viti wa serikali za mitaa kwenye mitaa yao, wanasisitiza kwenye mikutano ya vijiji, mitaa, madiwani wanapopata nafasi ya kuongeana, kwa sababu sisi tunatoa pia elimu kwao, kwa viongozi. Kwa mfano sasahivi wanaapishwa apishwa madiwani, wakianza kuitisha vikao vyao, sisi tunaomba vipindi, nafasi okay. kwenye mikutano yao tunaongea. Kwa hiyo sisi tunachotaka taarifa ikishawafikia vizuri kwa hiyo umeeleza kwamba mwitiki wao ukoje? Upo, lakini kwa kweli siwezi kusema ni mkubwa, kwa sababu kama ulivyosema, watu wengi wanasema jeshi la zimamoto, wanaishia hapo. Yeah, yeah, okay. wanashinda kujua kwamba jeshi la zimamoto na uokoaji. Kwa hiyo uh, nyoka akiingia ndani hmm. hawatuiti. Nyuki wakiingia hawatuiti. okay. E, dharura ya mtu amepata kifafa hapa amedondoka, hawatuiti akakiwa hawajui, lakini sasa hivi natakiwa wajue kwamba ni jeshi la Zimamoto na Uokoaji, a tunaokoa tu. Ume, umeeleza Dar es Salaam, kwa mfano ilitokea lile jengo la Kariakoo, umeona mm, tulivyofanya kazi vizuri mm. nilikuwa na, naendelea kutoa eh, kueleza, tuna vifaa pia vifaa vya kisasa kabisa. Juzi ilitokea tatizo kule, kule Shinyanga, wachimba madini wali tuna vifaa ambavyo vinakuambia kabisa ukiweka, okay, hapa juu vinakuambia kwamba mtu yuko sehemu fulani okay, umbali fulani mm, kwa hiyo tunapochimba tunaenda exactly, najua mtu yuko sehemu fulani kwa umbali fulani kutoka hapa tulipo. Kwa hiyo vile vifaa vinasaidia sana okay. Sasa hivi vinakuja vifaa vingine ino, wasabu, u, u, u, kwa sababu ilikuwa ni awamu ya kwanza vifaa hivi vilivyokuja, vinakuja mpaka helikopta eh, zinakuja.